Mreno Po Mota Maria kuchukua mikoba ya Roman Folz ambapo imeeleza kwamba miongoni mwa majina ambayo yanajadiliwa na klabu ya Yanga ili kuchukua mikoba ya Roman Folz ni pamoja na kocha ambaye ana uraia ya Ureno ambaye anajulikana kama Joao Paulo Mota Maria. Kwa mjibu wa taarifa za ndani kabisa zinaeleza kwamba Yanga wako tayari kuvunja mkataba wake huko Oman anakufundisha ili kumleta Jangwani, ambapo katika taarifa ambazo zimeweza kutolewa na Hans Rafael, ambaye ni mtu anayeaminika kuwa jirani zaidi na klabu ya Yanga, ameweza kutoa taarifa hizo za kudai kwamba kwenye picha hapo anayeonekana ni Joao Paulo Mota Maria, ambaye ni raia wa Ureno, ambaye anatajwa na viongozi wa klabu ya Yanga kuja kuchukua koba ya Roman Folz ambapo baada ya klabu ya Yanga kuweza kutoa taarifa rasmi ya kuweza e, kusitisha mkataba au kuuvunja mkataba wa Roman Folz. Hayo yote yameweza kutokea baada ya klabu ya Yanga kuweza kupokea kisago cha goli moja dhidi ya e, Silver Striker kutokea Malawi kwenye mkondo wa pili, kwa nia ya kuingia makundi klabu bingwa barani Afrika. Na hapo klabu ya Yanga ikaamua kuchukua uamuzi wa kuweza kumtimua kocha huyo ili kuweza kuziba ne, me kocha mwingine ambaye atawafikisha pale ambapo walikuwa wanapataka. Miongoni mwa makocha ambao wanatajwa kuja kukinoa kikosi hicho, basi ni pamoja na huyu mreno Po Paulo Mota Marie, ambaye anatajwa kuwa anafundisha moja klabu huko Omani, lakini kwa taarifa za ndani zinadai kwamba Yanga wapo tayari kuvunja huo mkataba ambao anao huku ili aje kuinoa klabu hiyo hapo Jangwani, ambapo baada ya Roman Folz kutokuwa na mwendelezo mzuri katika klabu ya Yanga, ambapo wengi walidai kwamba Ne kocha huyo hakubaliki na wapenzi wengi wa virabu una na wapenzi wa klabu hiyo, mashabiki, pamoja na hata uongozi. Nyuma taarifa zilitoka kwamba alikuwa anashinikizwa ili aweze kuandika barua ya kuvunja mkataba, lakini safari hii wameweza kuvunjia mkataba huyo, ambapo kocha huyo hajamaliza hata miezi miwili toka alivyosajiliwa na klabu ya Yanga kwa kuwa alisajiliwa eh, kwenye dirisha Agosti. Yeye hivyo hajamaliza hata miezi mitatu ambapo makocha wao wote walitabiriwa kuondoka kabla ya Krismasi, huku kocha huyu alitabiriwa kuweza kuondoka kabla hata ya uchaguzi. Lakini kweli yote yametimia na safari hii ameweza kuhitimisha safari yake kufundisha Jangwani, baada ya kueleza muda mrefu za mashabiki kwamba hawamhitaji na hawana imani naye, na sasa klabu ya Yanga kumleta huyo Joao Paulo Mota Mra, Mra, raia wa Ureno kuja kukinoa wa kikosi hicho cha Yanga ili waweze kufanikiwa kile ambacho wanakihitaji. E, yote yametokana kutokana na mwendelezo wa kocha huyo ambaye alionekana kutokubalika kwanza na mashabiki, lakini kuonesha mpira wa tofauti zaidi, huku wengi wakidai kwamba kocha huyo ana mpira wa mbele, sio wa sasa.